Namna ya kutengeneza form. Unapoongelea form ziko form za aina nyingi. Kuna form kwa ajili ya wateja, form kwa ajili ya kujisajili au chochote kile ambacho unatamani ukifanya katika form. Sasa form moja kwa moja tutatengeneza kwenye uh, website ya Google Form. Kwa hiyo utaandika Google Form hapa kwenye search panel yako. Utakapochagua Google Form, utakapoandika Google Form itakuja na, na website ya kwanza kabisa ambayo ni ya Ukigusa mara moja kwenye Google Form, utachagua browser ambayo unataka kutumia. Sisi tutachagua ni Chrome. Baada ya kuchagua, tutaenda moja kwa moja sehemu ya kutengenezea form yetu, kama unavyoweza kuiona hapa. Sasa tunapoongelea kwa juu hapa, kwa pale kwa title form, tunabidi tuweke kichwa cha form. Mimi nitaandika form ya kujisajili form. Jisajili. Naam, hapo ni title ya form yetu. Sasa hapa chini kwenye description form, description ni sehemu ya msingi sana, unatoa maelezo kwa kifupi form yako inahusu nini. Kusajili majina ya wanakwaya huo ni mfano huo, unaweza kuweka kile ambacho unakitaka wewe ukiweka. Baada ya kufanya namna hiyo, tutaenda kuweka nini? Tutaenda kuweka maswali yetu. Naomba kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe. Unaweza ukalike pia video hii wakati ukwo tunaendelea. Usiache kufanya namna hiyo ili usipitwe na vitu vingi vizuri vitakavyoendelea katika chaneli hii. Haya, sehemu ya maswali, kuna swali la kwanza kabisa tunaenda kuanza nalo, unaitwa nani. Inaitwa nani. Hasa kwenye maswali kuna maswali aina mbili, aina nyingi sio aina mbili kuna maswali labda ile ya multiple choice ambayo unakuwa unachagua machaguo maalum. Unakuta labda mtu anakuambia unaitwa nani? A. Juma, B. Joni, C. kitu fulani. Sasa kwenye unaitwa nani maana yake utabidi uandike jina lako wewe kama wewe. Kwa hiyo multiple choice, tutaondoa, tutagusa pembeni yake mara moja tutachagua short answer. Jibu fupi. Baada ya hapo utashuka chini, utagusa alama ya jumlisha, tutaongeza swali. Umetokea umetokea wapi? Utaweka tena nini? Short answer. Utaenda swali jingine, swali la ngapi? Swali la tatu, jinsia yako kwa jinsia yako kuna, kuna jinsia mbili mwanaume mwanamke. Sasa hapa ni maswali ya multiple choice ya kuchagua, kwa hiyo option ya multiple choice inabidi ibaki kama ilivyo, taweka option 1, taandika mwanaume, nenda add another, mwanamke Chagua sasa, yee kama unataka hichi kipengele asikiruke, unabidi uweke required. Ukiweka required on, maana yake hichi kipengele hatakiruka, lazima ajaze jinsia yake kabla hajaendelea mbele, na sisi tutakiweka on namna hiyo. Baada ya kutagusa, jumlisha tandika labda, uh, umetokea wapi tayari, tandika una umri wa miaka mingapi, una miaka mingapi taandika short answer, maanake atajaza miaka ambayo yuko nayo moja kwa moja. Kitu kingine utaenda swali jingine, unajishughulisha au unajihusisha na kazi gani? Unajihusisha na kazi gani? Swali linahitaji maelezo kidogo labda kwa kirefu zaidi kaweka pia short answer. Naona option tunayopewa hapa ni ya short answer. ukachagua paragraph kama na vitu vingi sana weka paragraph. Na kile mtu ataandika kwa kirefu zaidi zaidi labda najihusisha hey, na kitu fulani nafanya hivi au utachagua paragraph maanake itakuwa ni sehemu ya kuweka maelezo ya kutosha kwa fomu yetu. Ina maswali mangapi? Moja, mbili, tatu, nne. Mm, tuweke labda namba yako ya simu, ndio tutachagua. Tagusa jumlisha, namba yako ya simu hii pia ni short answer na tukaacha kama ilivyo short answer. Baada ya kufanya kila kitu, kuandika kila kitu na kuseti kila kitu vizuri. Tutaenda hapa juu, kuna vidoti vitatu. Kuna sehemu ya preview, kama unataka labda kuiangalia ile fomu yako kabla hujajaza, unaweza kugusa preview, ila sisi tutakachokifanya tutagusa, tutaenda kwenye publish. Nadhani unaona kimshale cha kwenda cha pili kutoka mwisho hapa, kigusa mara moja, una sehemu ya publish, ila unapewa sehemu ya kumeneji yani, manake unataka hii e fomu yako nani na nani waone. Tunaaukagusa meneji pale kwenye manage, kuna settings zinatakiwa zifanyike. Umeona hapa kuna vitu vimekuwa viko restricted, ila sisi tutaenda tutaweka hapa, nakwambia nani anaweza ku edit form yani ingia abadilishe labda maswali hapo, unatakiwa uweke nini restricted uweke, maanake ni wewe tu ambaye unaweza kubadilisha maswali, ambaye ni admin wa hii fomu vi unani anaweza akaapanaokaka ni nini anyone with the link. Yani, mtukamtumia linki anaweza haka, haka, haka respond akajaza ile form, kisha vitu vyote vimekaa vizuri namna hiyo utagusa done, utaenda publish. Baada ya kupublish, maana yake form imekamilika, unaeza ukakopi linki. Hapa kuna batani ya kwanza ya pili ya tatu ya yani, nne hii hapa imekugusia pia na mshale. Ukigusa mara moja, utakuwa umekopi link ume unaeza ukaishorten ukaipunguza ikawa fupi linki yako, unaminya una una, unakuwa unakopi copy ukakopi uka kikopi, unaeza ukashia sehemu yoyote, mtu akagusa akaenda akapata maswali akaulizwa maswali mbalimbali: unaitwa nani, unahusiana na nini, kama inavyoonekana hapa jinsia yako, mwanaume, mwanamke. Baada ya kila kitu, mtu anaweza akafanya nini? Akabonyeza submit. akabonyeza kibonyeza submit, ile form inakuja kwako. Utakuwa unaingia tena kwenye Google form pale, utaona kwenye sehemu ya response kuna sehemu kwa juu imeandikwa response. Ile sehemu ni sehemu ambayo utakuwa unapokea uh, watu ambao tayari wamefanya nini? Wamejaza ile fomu yako na sehemu ya question kuna response. Hapa ni zero response kwa sababu hakuna mtu yeyote ambaye amejaza hii form. Nadhani umejifunza kitu na umeelewa. Kama hujaelewa, unaweza ukatoa maoni yako kwenye comment hapo, au unaweza ukanitafuta kwa namba zangu ambazo nimeziweka hapo chini. Usisahau subscribe, like, share video hii.